Lakini mpaka jana tuliweza kukusanya trilioni 8 na bilioni mia mbili ishirini ambao ni ufanisi wa asilimia mia moja na nne na ukuaji wa asilimia kumi na tano. Ni kiwango kikubwa sana, kisingefanikiwa bila ya ushirikiano na walipakodi, kisingefanikiwa bila ya miongozo thabiti inayotoka kwa mkuu wa nchi na viongozi wengine, lakini isingefikiwa bila ya kazi nzuri ya uweledi na ya kujitoa ya watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania. Ao nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wote wa mamlaka ya mapato Tanzania. Hawa ni maafisa wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Katavi wakifuatilia mubashara uwasilishwaji wa taarifa ya makusanyo ya mapato kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambapo Kamishna Mkuu wa mamlaka hiyo Yusuph Mwenda amesema tangu mamlaka hiyo ianzishwe haijawahi kuvunja rekodi ya kukusanya mapato kama ilivyo kwa mwaka wa fedha uliopita ambapo imekusanya zaidi ya shilingi trilioni 32.2, kiwango ambacho hakijawahi kukusanywa. Kamishna Mwenda amesema kuwa, TRA inapoanza mwaka mpya wa fedha itaendelea kutatua changamoto za wafanyabiashara pamoja na kuweka usawa wa ulipaji wa kodi, jambo linaloungwa mkono na wafanyabiashara waliopo mkoani Katavi pamoja na maafisa wa TRA mkoani hapa. E, majina yangu mimi naitwa Amani Mahera, ni mwenyekiti wa jumuiya wa wafanyabiashara mkoa wa Katavi. Kwa kweli hotuba ya kamishna ni hotuba ambayo amefafanua vizuri na imekuwa kwanza na faida kwetu. Faida ya kwanza sisi kama wafanya biashara tumejipima tumejielewa, kwa nini sisi tuna tunalipa kodi, imetupa elimu. Lakini faida nyingine pale ni maelekezo, na maelekezo yale yanatutaka sisi tuendelee kutoa au kulipa kodi kwa uaminifu lakini pia kamishna ametueleza mahusiano yaliyopo baina ya taasisi za fedha na hasa TRA na wafanyabiashara. Ameeleza vizuri kuhusu muunganiko uliopo pale, ushirikiano uliopo na mshikamano uliopo. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara tumejiona kwamba ndiyo sehemu kubwa ya maendeleo ya nchi yetu, na tumeelewa kwamba kumbe bila sisi kulipa kodi kwa uaminifu nchi hii tutaiacha kizani, haiwezi kuendelea. Na hivyo wale ambao wana, wana wenyewe sio sehemu ya walipa kodi, kwa sababu tuna wazee tuna akina mama tuna watoto na taasisi nyingine, wale hawalipi kodi. Kwa hiyo wale wanakuwa na maisha mazuri, wanapata matibabu, wanapita barabara tunazozitengeneza kwa kodi. Na mambo mengine ambayo kwa kweli ni, ni, ni, ni mambo muhimu sana katika maisha ya kila siku ya mwanadamu kama vile kutibiwa. E, kwa jina naitwa Masegese Kigira Njabuyaga. Nilikuwa napenda tu TRA imefanya ime, ime, jambo zuri wa, wafanya biashara imewapa me, elimu nzuri kuhusu kulipa kodi. Watu wameshaelewa, wanalipa kodi kwa wakati na wa, hawa, na wa spa, na wa, wabuguzi kabisa wanalipa vizuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu wafanyabiashara so, wenzangu tuwe tunalipa kodi kwa wakati ili tujenge nchi yetu. Kwa upande wake meneja msaidizi wa TRA mkoani Katavi Joshua Mille amesema wataongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato kama ilivyoelekezwa ili kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanatimia pamoja na elimu kufika kwa wafanyabiashara pamoja na kutatua changamoto zao. Asante. Mambo ya msingi ambayo tutayasimamia, kwanza, kuongeza elimu. Tutatumia vyombo vya habari kwa kiwango kikubwa, lakini tutapita kwenye maduka ya wafanyabiashara na maeneo yote ambayo biashara zinafanyika. Tutatumia matangazo na vipeperushi mbali mbalimbali kuhakikisha kwamba elimu ya kodi inakuwa rafiki kwa mukamkua. Lakini jambo la pili, milango yetu iko wazi na sisi wenyewe tutahakikisha kwamba tunafika kwenye maduka ya wafanyabiashara biashara kwa ajili ya kutatua changamoto zozote zile ambazo wanazipitia, na tutaongeza mashirikiano makubwa baina ya wafanyabiashara na sisi wafanyakazi. Tutakuwa na vikao vya mara kwa mara kuona sehemu ambazo tuna changamoto na kuona namna gani tunaweza tukaboresha, ili ule undugu ambao tayari umeshaanza kuonekana ukadumu na Wow, wao wakawe rahisi zaidi tukiona sisi na sisi tukawe rahisi zaidi kwa ona wow, wao na tuweze kufikia kwenye maamuzi na kwenye mustakabali mzima kuweza kufikia malengo yetu. Kutoka Mkoani Katavi, mimi ni Swaum Katambo.